Yes. Hivi ushawe kujiuliza kwa sababu gani pesa ya dola eh, imekuwa ina nguvu kubwa sana duniani na katika mataifa mengi eh, wanaitumia eh? Kisa hiki eh, ninakuletea kwako leo kitu ambacho hujawahi kukifahamu ambacho kinapatikana kwenye dola. Kwanza ukiiangalia dola, eh, kuna mahali wameandika in God we trust. Watu wengi maneno haya eh, wameyahusisha eh, na imani ambazo sizo kidogo, wanasema kwamba wengine pesa ya dola inapewa nguvu kupitia Illuminati, wengine Freemason lakini, hapana. Leo ninacho kisa ambacho utafahamu ni kwa sababu gani e, dola iko ina nguvu sana, na tunarejea katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya sita kuanzia mstari ule wa sita. Sasa iko hivi, wakati ule Yesu alipokuwa anahudumia mikutano au anahubilia mikutano, tunafahamu kwamba E, walikuwa wa, watu wengi sana wanamzonga Yesu na watu wengi sana ambao walikuwa wanapenda e, kupata yale mafundisho yake. Sasa kuna wengine walikuwa wanatamani sana waende wakamguse Yesu. Kwa hiyo kulikuwa kuna huduma ya watu maalumu ambao walikuwa wanajaribu kumzingira Yesu e, au kuzuia watu ili wasiende kum, kumgasigasi Yesu wakati akiwa anahubiri ubili au wasiende kumgusa Yesu Eh, wakati anahubiri kwa sababu watu walikuwa ni wengi sana. Na mmoja wa huduma hii alikuwepo mzee mmoja anaitwa Filipo. Sasa kulikuwa kuna farisayo mmoja, ambayo ile farisayo alikwenda moja kwa moja, alikuwa na, alikuwa na sadaka yake ambayo alitamani sana e, kwenda kumpa Yesu wakati anahubiri. Muda ule pale ile sadaka ilikuwa ni dinari mia mbili. Asa ile dinari ambayo, alikuwa anakwenda kuipeleka, e, Filipo alipomwona akamzuia, kwa sababu Yesu ndio kitengo chake kama tunavyofahamu e, watu sasa hivi ambapo wanakuwa wanafanya manabii na nini na wachungaji dewe inavyokuwa kwa walikuwa wamemzuia ili asije akamfikia Yesu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo yule Farisayo akamwambia, bwana mimi, niko nina sadaka yangu hapa, nilikuwa nataka nimpelekee bwana mkubwa. Filipo akasema, ah basi, acha nipatie mimi mimi, nitampa baadaye. Basi wakati ule ambapo mkutano umeendelea huku na huku e, eh, Filipo akawa akamfuata Yesu, akamwambia sasa, unaonaje e, eh, umwache uwaruhusu sasa watu waende wakale. Yesu akawaambia, wapeni ninyi chakula. E, Filipo sasa, alipokaa, akapiga mahesabu, kumbuka kwamba, hakumwambia kama nimepewa e, pesa au kiasi kadhaa na mtu, kwa sababu Yesu tunaamini kwamba alikuwa ni Mungu kamili na ni roho kamili. Kwa hiyo Yesu alishajua, na ukisoma vizuri maandiko e, paliandika pale, alitaka e, kupima moyo e, wake au alitaka kupima mioyo yao awaangalie je kwamba kuna nini. Sasa mwisho wa siku, mzee mkubwa Filipo akaamua ajistukie, bwana alipona kwamba mm, bona sijamwambia lakini ameshafahamu kwamba jinsi ilivyokuwa, akaona asiwe tabu, akaambia Bwana hata mikate ya dinari mia mbili haiwezi eh, eh, aiwezi kutosha, akaamua kujistukia, eh, akasema kwa hiyo tunafanyeje? Akamwambia kuna nini tena hapa. Ndio akatokea dogo, alikuwa eh, ana mikate mitano pamoja na samaki wawili. Sasa yule dogo akawa akapeleka eh, ile mikate mitano na samaki wawili akachukua ile mikate akaibariki. Sasa alipobariki kumbuka kwamba Yesu alikuwa anafanya kazi na mbingu. Kwa hiyo malaika wakati huo huo wakawa wameshuka sasa katika ile eneo e, wakawa kila wakitoa mikate katika e, kile kikapu malaika wao walikuwa wanafanya kuongeza. Sasa watu wa kawaida walikuwa hawaoni, wao walikuwa wanashtukia tu kama mikate mbona haishi? Samaki mbona hawaishi? Basi mwisho wa siku sasa Biblia ikaandika walikula e, yapata wanaume walikuwa elufu tano. Sasa baada ya pale Yesu akawaambia kusanyeni mikate yote katika vikapu lakini pia okoteni masazo yote ambayo yamebaki kisha mlete hapa na walipokusanya akawa ipatikana makapu yenye masazo kumi na mawili alipochukua yale makapu akawa akampa yule bwana mdogo ili akwende naye sasa usichokijua ni kwamba ukoo uliotengeneza dola ulikuwa umetokana na yule bwana mdogo yani kama yeye alikuwa babu wa yule mwanadamu e, mwana, mwanadamu wa kwanza kabisa kutengeneza ile dola katika maandiko diko siku ya leo tumekuangalia hiko na katika chumba cha kuhifadhia gombo tuliyachimbua hayo. Itaka stori zaidi kuhusiana na hili, tutakuletea katika kipande kinachofuata, lakini pia wewe rejea katika kitabu kile cha Yohana 6 mstari wa 6 mpaka kufika hapo. Mimi sina la ziada. Hosti wako Mfarisayo kutoka chumba cha kuhifadhia gombo. Shalom, amani iwe nawe. Asante sana.